Uhasanyi wa chikuwi baho umwaka wanyama na ndege wakala woishi hamwe kwa ulondo na kwa kuitaza lusita lumwe chikuwi kakala yazunguluka kuwaona vine kawaona vinega wakala waiyawale ng'ani ivo kawauza habari muiyawale ng'ani wamwidika kwa hamwe chigonekigwa kuna didugira didugira dolonta ditendeke huko kuulanga. Chikuwi kasinuka kalongelela kuumoyo, yodahikaze na niye nihite kudidugira, mbali na bule mabawa. Ivo chikuwi kalamula kuwalongela vinega, mnihangile mabawa yenu, mradi na niye nihite huko kudidugira vinega wamhangila mabawa na mwanza wa kuhita kuulanga us usonga hivo mwanza ukala mtali viwafikile viwafikile dugila dikala dinoga ng'hani wemba na kuvina kwa deng'ho kulu lusita lwa kuja ndiya vilufikile Chikuwi kawalongela vinega lekeni nyanduse kuja niye Chikuwi kaja ndiya yose vinega wehirwa na uhasanyi wa Chikuwi ivo walamula kumsagula cha kumten, cha kumtenda usaguzi vilumalile waitogolela kumboka mabawa yao wa, wa, yawamuhangile chikuwi ivo chikuwi kalila ng'hani na kuwalamba wamulekele mab... <coughs> mbali vinega walema kumulekela kwa via wakala na ludoko ng'hani. chikuwi kapota kuzuma kubwela ukaye ukaye yake kwa via vinega wasola mabawa yao kalamula kuibwana kulawa kuulanga mpaka hasi kabeneka vihande ivo deresa wa kulumba kahita kumtaza na kubwela fana mwanduso icho hicho ichimu cha chikuwi kuwa na mandilizo ndilizo muna ulukuli lwake mpaka diero